Kama huyu jamaa anajilalia zake hapa, anakuja kulala chini ya kifaru, analindwa na kifaru. Yaani kwa kifupi tuseme homeless wa huku kwetu analindwa na kifaru kama. Guys, watu watu watu wa nguvu wa Leza TV, hope mko salama, mnaendelea vizuri kama kawaida. Eh, mimi natembea zangu tu hapa mtaani, tunapiga piga malapu fulani hivi na, na mpoa wangu. Nikisema mpoa wa Kenya, ndio wanaelewa mpoa ni nani. Watanzania wanamuita mamutu niko yaani, na mamutu wangu hapa karibu ba mtu na mamutu, tunatembea tembea zetu pamoja. Hamtatuona leo kwenye video, tunawaonyesha tu mitaa mingine gisi iko naona kuna mitaa mingine, sasa hizi miti mingi sana, miti mingi, majani mengi, lakini nchi yenyewe ya kijani, nitasema ni nchi ama ni town town ya kijani sana, yaani kila kitu kiko on order. Kuna mazingira mengine huko utatanishi kama hiyo hapo, sijui kama unaona hapo, pana utata fulani pachafu pachafu hivi lakini miti iko mingi sana. Kitu ambacho hawa ndugu zetu, ama tuseme wenzetu, sio ndugu zetu, hawa wenzetu wazungu wanakijua vizuri na wanakizingatia sana, ni kupanda miti. Wanajua sana kutunza mazingira. Mazingira ni masafi, unapumua hewa safi. Yaani wanatembea vizuri sana hauchomwi, na jua japokuwa saa hii ni jioni kabisa, lakini bado tu hali iko sawa, uko poa. Sawa sawa, nisiwe naongea peke yangu na wo huko hapa, na we unashindwa kuongea <laughs> oh, wauongei mm -hmm. Naambia nini watazamaji wa Leza TV? <laughs> wa subscribe, na wa share link, wa wa link waendelee kujifunza waendelee kujifunza kupitia chaneli yetu ya power ya Leza TV. Yaani, ah, ni sahani ya jamii. Kwenye sahani ya jamii tunapakua elimu, burudani pamoja na ufahamu, kama unavyoona bila kwa wanajeshi. Mbona sijapafika mimi nyumba? Ah, inakaa nzuri ya wakoloni inakaa nyumba za kwetu Afrika hizi na nakaa mawe mawe fulani, sio ya mbao, kama zile ambazo tunazizoea za mbao. Unaona kasafi kana zake nzuri, kazuri, inakaa za nyumbani. Hata ile pale ile, hii nyumba inakaa ile ambayo kingi pia laonyeshaga mole mzee <laughs> mwenye anaishi peke yake <laughs> eh? Hey, inakaa ule bwana maombi alionyeshaga mzee fulani. So ile kambi ya jeshi iko hapa hapa mahali natokea, natokea kwenye kambi ya jeshi hapa. Kuna vifaru vya kijeshi wao wanavieka tu nje, hawana shida na vifaru. Hii hapa hii yote, huu mjengo wote hapa ni kambi ya jeshi Sijui ni kambi maana wanajeshi wanaishi hapa ndani, na pale mbele kuna vifaru ambavyo naenda kukuonyesha. Hii yote hapo ni kambi ya jeshi, na kuna mavifaru vifaru hivi hapa. Nadhani havitembei ni vya, vya kuonyesha tu. ukitaka yeah. Kambi ya jeshi, ukitaka kuja kuwa mwanajeshi. Hizi hapa historia zao za wanajeshi wa Canada e, wanaandika la reserve de l'armee, army reserve. Hiyo hapo, hawa wote hapo ni wanajeshi wa Canada. Tunasikianga mahistoria ya majeshi za Marekani wamefanya mavitu hivi, wanajeshi wa Canada wao ni makubwa gani wameshaifanya lakini kwa historia nasikianga wana nguvu sana hawa. Kuna operation zingine ambazo wa Marekani hawaziwezi, lakini hawa wa Canada wakiingilia kati wanahakikisha wanazimaliza. Sasa hivi faru vya kitambo sana hivi ni kama vimewekwa tu hapa kama sanamu, kama vya kumbukumbu fulani. Kuna, kuna hivi hapa pia. Lakini utapata sasa hivi ndio vifaru ambavyo sisi kule kwetu Afrika ndio wanajeshi wetu wanatumia na wanajigamba tuna, visa, tuna vifaru vya kisasa tuna tuna sijui eh, vifaa vya kivita vya kisasa. Wenzenyu wameshaviweka huku nje, yani ni sanamu hadi, eh, walala hoi kama huyu jamaa anajidalia zake hapa, anakuja kulala chini ya kifaru, analindwa na kifaru. Yaani kwa kifupi tuseme homeless wa huku <laughs> kwetu analindwa na kifaru. Kama unavyoona, bendera inapepea pale, kuna bendera ya jeshi, ziko bendera mbili tatu ya Kanada, katikati kuna hiyo moja hapo yenye marangi rangi, kuna ile nyingine pia ambayo inakaa ya Kanada lakini sio ya Kanada kabisa kabisa, alafu kuna hivi vifaru hapa y yeah. hivyo basi, hii yote hapa kama nilivyokuambia ni kambi ya jeshi hapa, wanaishi wanajeshi, lakini kwa nje hivi wameweka vifaru vyao hapa vya kijeshi. Kuna mtu ameshaniuliza, je, Canada wanapokea watu kuja kuwa mapolisi ama kuwa wana wanajeshi ama labda eh, kupokea watu katika shughuli zote za usalama? Jibu ni ndio. Unaweza kuwa mwanajeshi Canada, unaweza kuwa polisi Canada. Kama tu utafika Canada na upate eh, uraia ama uwe mkaazi wa kudumu, yaani uwe permanent resident wa Canada, basi una nafasi kubwa sana ya kuja kuwa eh, mwanajeshi. So mimi nitaendelea zangu na safari. Yeah, nimeachana na hiyo stori ya wanajeshi pale kidogo. Tulikuwa tunatoka matembezi fulani, kishafikaga mida ya jioni, tunatembeaga tembeaga huku sisi kunyoosha miguu, kufanya mazoezi, maana afya ni muhimu. Kama unavyoona sisi ni watu ambao tayari tumekulakula tume tukashiba, so muda mwingine ni vizuri kutembea kidogo, unakata some calories unakata mafuta kolestro. <laughs> Unapunguza kolestro ili kuepuka magonjwa mengine. Kwa hivyo mazingira ya Canada inakuruhusu kwa sababu kuna sehemu za kutembea kama hizi, kuna barabara ya magari kama hii hapa, lakini hapa mtu yoyote anaruhusiwa kutembea, na kama unavyoona mazingira ni safi mazingira ni safi, kuna miti miti mingi sana tena mirefu, hewa ni safi, unavyoona. Nilikwambia huku kama kuna kitu ambacho wanakiheshimu ni kupanda miti na kutunza mazingira, yaani unapenda sana. Nadhani unaweza kuona huku ndani, hii yote huku ni miti, ni bustani ya miti iko karibu tu na hiyo kambi ya jeshi, lakini kwa upande mwingine kule kuna shule so sijawai kukutana na wanajeshi barabarani, sijawai kumwona mtu anavaa uniform. Wale ambao nawaona ni polisi. Huku kuna polisi kila saa na dakika wanapita, yaani kila saa na dakika inayopita utaona polisi wakipita. Haya, hapo ni magari ya shule so mimi navuka zangu hapa nikiwa naelekea elekea zangu mtaani. So kama nilivyosemanga kila video ambayo tunaifanya na tunaweka YouTube inakuwa iko na mafunzo tosha kukufundisha mazingira ya Canada, kukuelewesha mambo yako vipi Canada, maana siku moja na wewe utakuja Canada, especially kwa wale ambao wanapambania. So, ndio vile sisi tunaendelea na matembezi yetu tukikuonyesha mitaa tunakatiza katiza huku katika mitaa ya Kanada, kama nilivyokuwa nakwambia. Uh, huku unajifunza vitu vingi tu kwa kuona, pia mazingira inakupatia tamaa, lakini pia inakupatia elimu ya bure. Unaelewa ya kuwa siku moja na mimi nikienda Kanada nitakuta mazingira kama haya, nikienda Kanada utaratibu uko hivi, watu wanaishi hivi. E, mijengo iko hivi, unaona, mitaa iko hivi. Mitaa yote ni misafi huko, mitaa yote imetulia na ni misafi. Alafu pia e, kuna kama hivi barabarani huku utapata vitu vingi sana kama e, watu wana hautapata polisi amesimama barabarani anaongoza magari. Ninyi ah, wenyewe mnajiongoza kama hapa ni zebra crossing, ni sehemu ya kuvukia hapo. Unakuja unavuka zako barabara, gari hata ikija itasimama kwa sababu wanaheshimu kila mtu, kila mtu. Na nilivyosema, kuna mtu aliniuliza, je, kuna mtu ashaeniuliza kwa kupitia eh, comment section. Wakati siku moja nikiwa live hapa YouTube, akaniambia kaka Leza, je, huko hakuna ubaguzi? Je, hawabagui watu? Nikamjibu ya kuwa eh, ubaguzi uko kila sehemu, ubaguzi uko Afrika, ubaguzi uko Ulaya. Aliniuliza pia kama wanabagua watoto. Ndio nataka nimwambie pia leo ya kuwa ubaguzi upo, lakini inategemea ni wapi ambao utakutana na ubaguzi. Maana makazini ubaguzi unaweza kutokea kwenye vyeo, kuna wale ambao wanaweza kupewa vyeo vikubwa vikubwa, kuna wale watapewa vyeo vya chini, na sio kwamba labda hauna elimu, lakini pia labda kwa kuangalia tu ngozi ama kwa kuangalia tu accent yako, wanajua huyu amefika juzi, huyu hajakaa huku sana, so unabaguliwa kwa njia kama hiyo. Lakini kwa watoto shuleni, watoto hawabaguliwi na hairuhusiwi kabisa kabisa. Mtoto akipatikana na buli mwenzake kubuli, sijui nitasemaje kwa Kiswahili, ama anamtesa anamtishia mwenzake, anamfanyia vitu vibaya huyo mtoto atafukuzwa shule awe mzungu awe Mwafrika, atafukuzwa na atapewa adhabu ya kutosha, lakini eh, na pia atatumwa aje siku ya kufuatia ama siku kama anaweza kupewa labda adhabu ya kukaa siku tano wiki, asiende shuleni na akirudi shuleni, aende na mzazi, watakupatia maneno wakwambie mtoto wako anatabia hivi na hivi na hivi na hivi, na hatutaki hizo tabia hapa, kwa sababu hapa Canada eh, ukweli wa mambo ni kwamba huwezi kujua ni nani raia wa Canada kwa sababu asilimia eh, tisini na tano ya raia wa Canada wote wote wote wote ni wahamiaji. Achana na Marekani, Marekani kuna hapo ndio ha ha sana na wengine wengine mm. Usipovukia barabara sehemu ambao unafaa kuvuka, hauruhusiwi na hawapunguzi driver awapunguzi speed, kiharakisha sana mtakutana na yeye afu mtagusana na unajua tu binadamu anapogusana na gari inakuwa tatizo. Unaona kama huyu yako mbele yangu hapa, amevaa zake chupi anatembea <laughs> huko anaruhusiwa, hakuna atakaye muulize kwa nini unavaa chupi dada wewe. Ah, ah. Eh, usika na mambo yako. So hivyo ndo nilikuwa nasema kwenye maswala ya ubaguzi, tunaweza kusema kwa njia moja ama nyingine upo, lakini japokuwa sio sana Canada ni nchi ambayo asilimia kubwa sana ya watu wanaoishi Canada ni wahamiaji, iwe wazungu iwe weusi. Kila mtu ambaye unamwona huku Canada ni mhamiaji, ni wachache sana ndio ambao ni wazawa. Hivyo basi usitishike, Mtu asikuogopeshe labda ukasema ah, nikienda huko sitapewa nafasi. Unaona kama hapa tumesimama, hadi tuliporuhusiwa kuvuka barabara ndiyo tumevuka hivyo. So ni vile hii, pia hapa nyingine ni park, inaitwa park Chapin. Hapa Chapin eh, ni sehemu tu ya watu kuja kuchili unakuja pia na headphone zako na kinywaji chako, kama wale jamaa pale. Unatulia ukiwa unapata burudani, unatulia tu kwenye mazingira safi. Mazingira ni safi, kuna miti mingi as you can see <laughs> nasema as you can see. Nakumbuka kijana wangu Baraka. Pole sana, pole pole pole. Mtoto wangu ndio anapenda kusema uncle ankobembeleza anasemaga as you can see. Yeah, hii ni, hii ni ya hii ni water fountain. Maji hapa yanatengenezwa maridadi fulani hivi. Ilikuwa haifanyi, imeanza kufanya kazi juzi tu, ndio walijaza maji tena, kwa sababu wakati wa, wa msimu wa baridi havifanyagi kazi vyote hivi vinakuja kuanza kufanya kazi wakati wa msimu wa jua tukishafika sama ndio vinafanya kazi. hiyo ni water fountain. kama unavyoiona. So kwa kifupi, ni vile wadau, watu wangu wa nguvu wa Leza TV, video hii hapa ilikuwa na nia ya kuwaonyesha tu mitaa kwa njia nyingine. Kwa hivyo, kama kuna chochote ambacho umekiona cha maana katika video hii, basi like. Kama kuna kitu chochote ambacho umekiona kimezua maswali, uliza kupitia comment section lakini pia Canada kuna watu ambao hawana makazi. Wale ambao nawaona pale kwenye hii video nikiwa namalizia, hao hawana sehemu ya kuishi, wanaishi hapa hapa ndani ya hii park. Sitaki kuzoom kwa sababu wataona wavizia, ni kama nawavizia, lakini nimewageuzia kamera ili uweze kuwaona, na wengi wao ni wakorofi, wengi wao wameathirika na uraibu wa madawa ya kulevya. Hivyo basi nishakuonyesha tukutane tena kupitia channel yetu ya Power katika video nyingine ambayo itakayofuata. Kama umepitwa na video ambayo inatoa mafunzo ya jinsi ya kuandika email nzuri ambayo itakupatia kazi Canada bila kukosea, basi itazame hiyo hapo kupitia skrini ya kwako ina pop. Tukutane tena siku nyingine, hakikisha umesubscribe. Till we meet again here at Leza TV.